Uh, karibuni sana katika chaneli yangu. Siku ya leo nitakwenda kuzungumzia dawa za kundi la antipsychotics. Uh, dawa ambazo zinatumika pale ambapo mgonjwa anakuwa amepata tatizo la kiafya la akili. Akili mgonjwa anakuwa amepata wazimu wa, wa, na wazimu au amepata na ile hali ya kuchanganyikiwa. Lakini kabla sijaendelea kuzungumzia hizi dawa za antipsychotics, ningependa kutoa angalizo, kama ilivyo ada yangu, kwamba taarifa ambazo ninazitoa hapa ni kwa ajili ya kuelimisha jamii na kuhabarisha jamii, sio kwa ajili ya matibabu yoyote. Kwa hiyo, kama unaumwa au una dalili zozote zile za kuumwa tafadhali sana muone daktari, yeye ya atakupa maelekezo sahihi na ushauri wa kitaalamu wa kidaktari, na utapata vipimo sahihi, ili aweze ili uweze kupata matibabu sahihi ya ugonjwa ambao unakusumbua. Sasa kama nilivyokwisha kusema kwamba leo nitazungumzia side effects za uh, dawa za antipsychotics. So, hizi dawa zipo nyingi lakini nitakwenda kuzungumzia zile side effects ambazo ni general na ambazo ni common, ambazo ni, pia ni rahisi kwa watu wengi kuzipata. Uh, side effect ya kwanza ambayo mgonjwa anaweza kuipata mara baada ya kuanza kutumia hizi dawa ni ile hali ya kulegea na kunyong'onyea kabisa mwili wote kiasi cha kwamba mgonjwa anakuwa anashindwa kufanya kitu chochote. Sasa mtu mwingine anaweza akasema kwamba of course hiyo ndo ilikuwa kama ndo lengo la hizi dawa, kwa sababu mgonjwa anapokuwa katika ile hali ya kuchanganyikiwa, maana yake ni kwamba anaweza akawa mgonjwa um, yuko na, na naweza kusema fujo au yani, anakuwa katika ile hali ya uh, kushindwa kujizuia kiasi cha kwamba anaweza akawa hatari kwa ajili yake mwenyewe au hatari kwa ajili ya wale watu ambao wanamzunguka . Kwa hiyo mgonjwa, hizi dawa mgonjwa anapozipata ni kwamba zinaweza zikampa hiyo sedation kiasi cha kwamba mgonjwa kanyongonyea kabisa, hata akashindwa kufanya kitu chochote. Sasa, of course watu wengi ambao, wagonjwa wengi ambao wanakuwa wapo katika hii hali ya kunyongonyea sana, inakuwa ni usumbufu, kwa sababu unakuwa umenyongonyea kiasi cha kwamba hauwezi kufanya kitu chochote. Lakini side effect nyingine ya hizi dawa ni kwamba mgonjwa ana anakuwa anaweza akaongezeka uzito kwa ghafla, na huu uzito unakuwa ni, ni kiasi kubwa, yani kwa muda mfupi uzito umekuwa mwingi, kwa hiyo ni, ni mabadiliko ya muda mfupi, ambapo yanaweza hata akamshitua mgonjwa au wale watu ambao wapo karibu naye. Inakuwa ni, ni one of, moja ya side effects ya hizi dawa ambazo mgonjwa akianza kutumia. Lakini side effect nyingine ambayo hii sasa ni mbaya mgonjwa anaweza akapata ugonjwa wa kisukari nakawa na akawa na dalili zote za ugonjwa wa kisukari, uh, diabetes, uh, diabetes type 2. Kabisa kabisa mgonjwa akawa kama mtu ambaye ana kisukari, kwa sababu amepata kisukari kwa sababu tu baada ya, ya kuanza kutumia hizi dawa. Kwa mara nyingi sana unakuta kwa mfano kwenye hospitali zetu za Tanzania, wakati mwingine mgonjwa anakuwa, anapewa dawa katika kibaasha, sio katika ile package ambayo imetoka kwa, kwa manufacturer. Sasa mgonjwa anapopewa dawa kutoka kwenye kile, kwenye kile kibaasha manake anakosa kile kipeperushi cha mwanzo ambacho alikuwa, uh, ambacho manufacturer amekitengeneza ambacho pia kinakuwa kina taarifa kuhusu matumizi sahihi na side effects ambazo mgonjwa anaweza kuzipata kutokana na matumizi ya hizo dawa na of course mtu anaweza kusema sasa mtu amechanganyikiwa atasomaje hizo side effects. Ni kweli anaweza asiwe katika hali ya kusoma lakini wale ambao wako karibu yake ndugu jamaa ambao wanakuwa wanamzunguka au wa, aliomleta pale hospitalini ni vyema sana wakapata hizi taarifa kwamba baada ya matumizi ya hizi dawa mgonjwa anaweza akawa katika hali gani, na kama mgonjwa anazitumia hizi dawa kwa muda mrefu, kwa mfano anatumia yani kwa muda mrefu, wale ambao wamepata na ile tatizo kwa muda mrefu, kwa sababu hali ya kuchanganyikiwa inaweza ikampata mtu kwamba ni ki, kipindi kifupi tu na ika uh, mtu akaweza uh, kupona, lakini mwingine anaweza akawa akapata hali ya kuchanganyikiwa kwa kipindi cha muda mrefu. Kwa hiyo maana yake kwamba anaweza akaikuta anazitumia hizi dawa kwa kipindi cha muda mrefu ili kuweza kumeneji zile uh, kumeneji kumeneji ule ugonjwa. Kwa hiyo sasa, ni vyema wale ambao wapo karibu na mgonjwa au ndugu jamaa na marafiki walioko karibu na mgonjwa kujua hizi uh, dawa ambazo mgonjwa anazitumia, na mgonjwa mwenyewe kama yupo katika hali ya kuelewa, basi aweze kuelewa kwamba hizi dawa nazozitumia zinaweza zikanipa side effects. Mojawapo ni kama ugonjwa wa sukari, japokuwa inategemea na hiyo antipsychotics ambayo mgonjwa anaitumia. Kwahio mgonjwa anapopata hizi taarifa, maana yake inaweza ikamsaidia kwamba akishaanza kuona dalili za ugonjwa mwingine, basi anaweza akaripoti mapema kwa daktari wake na daktari aka waweza kuangalia namna gani ya kuendelea na matibabu kama ni kusitishe matumizi ya ile dawa au kubadilisha dawa, na hiyo itakuwa ni juu ya daktari kuamua. Lakini side effect nyingine ya hizi dawa za uh, uh, antipsychotics ni kwamba zinaweza zika mfanya mgonjwa akawa na ile hali ya kukosa utulivu kabisa yani katika akili yake, au ndani yake katika moyo wake, anakosa raha, anakosa utulivu kiasi cha kwamba anaweza akajikuta anatembea tembea tu yani, yani anakosa ile hali ya kujizuia kwamba ana hana utulivu kabisa wala amani ya moyo, kwa sababu mwingine anaweza kusema hizi uh, dawa zina kama zinamchanganya zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni side effect mojawapo kwao. Mgonjwa anapoanza matumizi ya hizi dawa na kujikuta ipo katika hizo hali, ni vyema sana ku report ili kujuulisha wataalamu wa afya kwamba hivi ndivyo imetokea, ili wajue namna ya kumsaidia mgonjwa. Lakini pia side effect nyingine ya hizi dawa ni kwamba mgonjwa anaweza akapata shinikizo la chini la damu, pressure ikawa inashuka sana, na akawa anasumbuliwa na kizunguzungu au mdomo kukauka kiasi cha kwamba anasumbuliwa na kupata uh, wakati wa kula chakula akawa anasumbuliwa, ni side effect mojawapo ya hizi dawa za antipsychotics. Lakini side effect nyingine kwa wale ambao wanatumia hizi dawa kwa muda mrefu sana, hii ni mgonjwa anaweza akapata ile hali ya akawa na miondoko tofauti au Uh, mijongeo tofauti katika katika viungo vyake tofauti tofauti, uh, inawezekana ikawa ni usoni au inawezekana katika mikono au katika miguu unakuta tu ipo yuko na movement, ambazo anashindwa kuzicontrol au mwenyewe anashindwa kujizuia kabisa kuzi kuzifanya hizo movement kwenyewe. Ambao umekaa naye karibu mnaweza kusema ah, sasa mgonjwa imekuwaje? Mbona anafanya movement, ambazo ah, hazieleweki au ambazo unaweza ukafikiri anafanya makusudi, lakini yeye mwenyewe pia anakuwa anashindwa kujizuia. Kwa hiyo sasa, ni vyema kumwelekea mgonjwa kama anapoanza kutumia hizi dawa, hasa wale ambao wanatumia hizi dawa kwa muda mrefu, basi ni vyema sana mgonjwa akapata hizi taarifa kwamba moja ya side effects ya hizi dawa ni hizo ambazo nimekwisha kuzitaja. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa mgonjwa kuto kushtuka au kwa wale watu ambao wapo karibu naye kuelewa na kuwa kushirikiana na, na uh, daktari ili kuweza kujua namna na jinsi na sahihi ya kumsaidia mgonjwa. Lakini sasa kama nilivyokwisha kusema, hizi dawa dawa zote karibia zinazopatikana hospitalini zinakuwa zina, zina side effects zake uh, kwa wagonjwa ambao wana asumbuliwa uh, na tatizo la akili, kwa sababu ili tatizo linaweza likampata mtu yoyote, msome ase ya msome, yani mtu yoyote anaweza ka, likampata. Kwa sasa kama wanavyosema kwamba kinga ni bora kuliko tiba, kwa hiyo sasa ni vyema sana kujikinga na ili tatizo au kuwakinga wapendo wako na ili tatizo, na njia mojawapo ya kujikinga ni kuachana na misongo ya mawazo ambayo inaweza ikamfanya mtu hata akachanganyikiwa. Kwa hiyo mtu anapopatwa na tatizo ajue namna aj, uh, ajifunze namna ya kukabiliana na, na misongo uh, na changamoto mbalimbali mbali za, ma, za maisha ambazo zinaweza zikampa uh, misongo ya mawazo. Lakini pia kama mgonjwa tayari amekwisha kupata hili tatizo, kwa wale ambao karibu naye ni kumwonyesha upendo mgonjwa kuwa karibu naye na kuhakikisha mgonjwa anapumzika kiasi cha kutosha, anakula chakula, anapata zile basic needs. Wale ambao mpo karibu naye, mnamwonyesha upendo na mnamjali na mnasaidia kwa kipindi hicho ambacho mgonjwa anapitia, ili kwamba kuweza kumsaidia aweze kupata zile basic needs, kama kulala, kuoga, kufanya vile vitu ambavyo ni vidogo vidogo, lakini vinaweza vikamsaidia kwa mfano kusocialize na watu ambao uh, mtu anawapenda. Kwa hiyo inaweza pia ikamsaidia akili yake baada ya muda kukaa vizuri. Uh, kwa leo ningependa kuishia hapa. Uh, tafadhali sana usiache kusubscribe kwenye chaneli yangu, lakini pia usiache kushare. Ila ningependa pia kujua kama wewe umeshawe kutumia hizi dawa za antipsychotics, ilikuwaje experience yako? Lakini au kama unamjua mtu ambaye alizitumia hizi dawa za antipsychotics unaweza ukaandika chini ya comment, ili niweze kujua na kujifunza zaidi kama umesha yani, kupata uzoefu zaidi juu ya hizi dawa za antipsychotics. Asanteni sana na kwaherini.